Hayati John Pombe Magufuli alikuwa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya tano. Sasa kuna baadhi ya vitu vingi sana aliweza kuvifanya na kuvitekeleza, na ndivyo vimelifanya niandae content hii special kwa ajili ya hayati John Pombe Magufuli. Mimi natoka hivyo, karibu nikwambie mambo ambayo amefanya makubwa sana katika nchi hii ya Tanzania ambayo atabaki kuwa history na ambayo atabaki kukumbukwa katika history ya Tanzania au vipi? Sasa mambo ambayo ameyafanya na mengine aliyaacha yakiwa kwenye mradi yakiendelea kutekelezwa, na kubwa pia, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan mengi ameyatekeleza na ameyamaliza. Shout out sana kwa serikali yetu ya Tanzania. Kubwa zaidi ni haya ambayo Eh, ameyafanya akiwa hai na ambayo aliyaacha, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan ameyatekeleza. Kwanza ilikuwa ni kutengeneza flyover, moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vikitia foleni kubwa sana katika jiji la Dar es Salaam, jiji ambalo lina watu wengi sana, population kubwa, vitu ambavyo vilikuwa vikisababisha foleni kwa nchi hii ya Tanzania aswa kwa kazi wa Dar es Salaam ilikuwa ni suala zima la njia, njia zilikuwa ni ndogo na foleni ilikuwa ni kubwa sana. Baada ya kuingia rais wa jamhuri ya muungano aliyekuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania hayati dr John Pombe Magufuli alitengeneza flyover ambazo zilisaidia sana kupunguza population hasa katika usafiri eh, wakazi wa Dar es Salaam. Lakini pia kitu kingine ambacho alikihakikisha nakitengeneza ni kuihamisha stendi ambayo ilikuwa Ubungo na kuipeleka Mbezi. Kitu ambacho au kilikuwa kinaleta mshangao mkubwa sana, kwa sababu watu wengi walikuwa wamezoea stendi ya Ubungo na hawakutaga kabisa na hawakutegemea kupelekwa Mbezi, kwa sababu Mbezi ndio kwanza ilikuwa bado ni poli na palikuwa hapana e, utaratibu huo wala palikuwa hapana mvuto huo ambao upo kwa sasa. Miongoni mwa stendi ambazo ni kubwa kwa sasa hivi nchini pia Tanzania, huwezi kuwacha kuitaja stendi ya Mbezi Magufuli. Ndio stendi ambayo ambayo kuna mabasi mengi ambayo yana tawanyika mikoa yote ya Tanzania. Hiyo ni moja pia ya step ambayo alikamilisha, eh, aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. eh, John Pombe Magufuli na mambo mengine kadha ambayo aliyatengeneza ali, ali na akayaacha akiwa tayari, ni daraja ambalo lilijengwa Kigamboni, miongoni mwa madaraja makubwa kabisa ambayo yanavutia, miongoni mwa proses ambazo alizihakikisha kwamba mpaka zinakamilika akiwa madarakani na of course ilikamilika hivyo, vitu ambavyo uh, vingi ambavyo alikuwa kivitaka. Daraja lile lilijengwa likamalizika na sasa hivi, mpaka sasa anavyozungumza linafanya kazi vizuri kabisa na hapana shida yoyote. Kitu kingine ambacho kilikuwa kwenye ndoto yake kubwa ilikuwa ni mwendo kasi treni ya SGR, kitu ambacho Watanzania wengi sana walikuwa wakikitamani kwa muda mrefu, kwa sababu kutoka Dar kwenda Dodoma ni kwa spidi ya 4G, na tena 4G yenyewe inaweza ikawa imepitwa na nikasema ni 5G, unachukua kama dakika 40 tu na unakuwa umeingia zako Dodoma. Kutoka Dodoma kwenda Dar es Salaam vizuri kabisa kama wanapanda ndege yani ali, um, wameiboresha kwa mwonekano mzuri sana sasa. Hii ilikuwa ni miongoni mwa vitu ambavyo uh, John Pombe Magufuli alikuwa amevi- ameviandaa au vilikuwa kwenye program ambayo ilitakiwa imalizike, lakini Mungu akamchukua hakuwa ameimaliza. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa sasa, Samia Suluhu Hassan, akawa ameimaliza uh, Process yote ya SGR mpaka sasa tunapozungumza watu wanapanda SGR kutoka Dar es Salaam kuelekea Morogoro na Dodoma. Sasa kitu kingine ilikuwa ni daraja kubwa kabisa ambalo ilikuwa watu wakisema ni unbelievable, miongoni mwa madaraja makubwa East Africa, unbelievable kabisa. Daraja la Busisi kutokea Misungwi mpaka eh, Sengerema pale ni, ni daraja la Busisi, tunaliita daraja la Busisi ambalo lina connect kutokea Busisi kuelekea upande wa pili, moja kati ya daraja ambalo ni kubwa sana kwa Afrika Mashariki. Moja ambayo ndoto ambazo aliwahi kuzisimulia pia eh, Rais John Pombe Magufuli ilikuwa ni kuhusu hilo daraja kwamba alimanusru apoteze maisha kama ile siku angekubali kuvuka pale basi tusingekuwa kuwa tenda na rais au katika rekodi ya marais ambao wamewahi kutawala Tanzania. Hiyo ndo kitu kikubwa ambacho kilimfanya atengeneze daraja lile. Lakini juzi tu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameenda kulizindua miongoni mwa miradi ambayo aliacha eh, Rais John Pombe Joseph Magufuli. Lakini pia eh, ametengeneza system nyingi sana ambazo zimeisaidia Tanzania hii kufikia uchumi wa kati, ikiwepo kile kipindi alipokuwa madarakani, uchumi wetu wa Tanzania uliweza kupanda sana na hata mpaka sasa, kulingana na takwimu ambazo pia alizisema rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania wa sasa, nazungumzia Samia Suluh Hassan, Tanzania iko vizuri kabisa kwenye masuala mazima ya kiuchumi. Je, wewe ukiambiwa rais John Pombe Magufuli unamkumbuka kwa lipi? Uta, utasema nini? unaweza pia ukaandika kwenye comment hapo chini. Rais John Pombe Magufuli unamkumbuka kwa lipi? Mimi nimemkumbuka katika vitu vile ambavyo aliweza kuvifanya akiwa hai. Nimekuambia mradi ambazo ameanzisha na akamaliza, miradi ambayo E, aliacha ali ametengeneza vitu vikubwa sana zikiwepo shule e, hospitali, barabara na mambo mengi sana, maji, na kuhakikisha kwamba Watanzania wanaishi katika ile nchi ya hadhi ambayo alikuwa anahitaji tufike. Hapa kazi tu ulikuwa ni moto wa aliyekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimeandaa hii content kwa sababu yake kwa ajili ya kumkumbuka na kumwenzi vile vitu ambavyo